Naam, karibu tena mtazamaji. Kwa watoto wengi katika vitongoji duni kupata kompyuta bado ni changamoto kubwa kwao. Hata hivyo, ndoto za baadhi yao eneo la Kibra zimeanza kutimia kupitia basi maalum la like kidijitali linalozunguka shule za umma na kuwapa nafasi ya kujifunza teknolojia kila wiki. Tukutana na mamia ya wanafunzi hao wa ambao pia wanajihusisha na mafunzo ya wa mchezo wa raga kukuza talanta na masomo. Mwanahabari wetu Emily Chebet anatuletea taarifa hiyo. Ya watoto wakati wa miaka mitano hadi 18 jumapili Asubuhi na watoto zaidi ya 200 kutoka mtaa wa Kibra wanawasili katika uwanja wa raga katika barabara ya Ngong hapa Nairobi. Wasichana na wavulana wa umri tofauti wanaelekea mmoja baada ya mwingine katika uwanja tayari kwa mafunzo. Wakiendelea na mazoezi, ndani ya basi hili matayarisho ya darasa yanaendelea walimu wa kompyuta wanapanga tarakilishi 36 zilizounganishwa na mtandao tayari kuwafunza masuala mbalimbali ya teknolojia na akili unde. Wanafunzi hao wanaingia ndani ya basi hili kwa vikundi, huku wenzao wakiendelea na mazoezi.

Basi hili ambalo linatumia nguvu ya jua huzunguka kati ya shule kadhaa za umma maeneo ya Kibra na Kiambu ili kuwasaidia wanafunzi ambao hawana nafasi ya kupata kompyuta wala mitandao. Kundi la Kings Rugby Development Academy na wenzao wa Kodi Yetu wanasema mpango huu unawasaidia wanafunzi wengi kupata ujuzi huu. So they teach kids humility, honesty, discipline. So those are some of the, that's one of the reasons why you picked rugby. So once the kids join the rugby program, these values, automatically they get those values just by training and by the coaches. Wakati Kenya inazingatia mfumo wa CBE, washikadau katika sekta ya elimu wanasema masomo ya kidijitali yanakuwa kawaida na ni sharti wanafunzi wote wasawazishwe. One of the wanafunzi hao kutoka Kibra wanawekwa kwa vikundi kulingana na miaka yao, wasimamizi wa mfumo huu wakisema wengi wao wameonyesha kupita mitihani yao na kupata nafasi katika shule za kitaifa. Emily Chebet, Runinga ya yes Citizen <tune>